Hey, nani huyu alimwambia asionyeshane risasi oh, ama amaapatilie risasi kama si Uhuru Muigai Kenyatta? Yes. Ji yes. Kama ni Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anachezera ila ya ja kwamba mimi ni chairman wa Azimio, kumba anajificha apee Ruto uongozi. Yes. Kulingana na venye mashati amesema. Yes. Uwezi tudanganya hapa ati nimepewa orders na orders, mwenye anapeana ni chairman, bwana banaspika Umbafu hiyo bwana <laughs> spika, leo tumeona Raila Amolo Odinga kule Machakos akisema huwa anashinda uchaguzi na hatawahi tangazwa. Bwana spika, siwezi kuwa nimekuwa namba one unipeleke namba three nikubali, liwe liwalo, ningechukua namba yangu yenye inanifaa. Which means Raila Morodinga yeye anaridhika na namba mbili. Saaya anakuja kududanganya hapa na kuanga namba one kwa uchakuzi. Hakuna mwanasiasa kwa hii inji mwenye ametupeli wa Kenya kama Raila Morodinga bwana, yeah. <laughs> Raila Morodinga, kama utakangi kiti ya upresidenti kaa Bondo ama kaa karini kuna viongozi wengine wakuje wachukue uongozi tukue satisfied na hii inchi. Si mambo ya kuja kutudanganya hapa. Uwo unashinda uwo unashinda, shinda wewe ndio chamani wa IBC. Hiyo utapeli kaa nayo pondo ama ukale nayo Karen. 2027 unyamase, kuchakuwe kiongozi mwenye atatutoa kwa hii masaibu ya Kasongo hata kama ni salasia bwana spika, sisi sawa. Kama salasia atakuwa president, mkuto yote atakupora. Kasongo ameenda nyumbani pamoja na muradhake mkubwa, waende wakae nyumbani, sisi tutaridhika bwana spika. Kwanza leo mimi bwana spika nimepiga kura kwa Raila Amolo Odinga mara tatu, na staa kitishe siwezi kuva 2027 <laughs> ama niende nikuve kama zabilia president. So 2027 hata picha yake zipatikane kwa ballot box. Nataka vibrant kama kina Salasia, watu wenye wanajua kuchapa kazi. So 2027 ni kumoto, Raila hataweza, na ile vumbi inakuja ka nyumbani Tukutengenezee inji Bwana Spika, ni kumalizia storia Kawira Mwangaza au ma MCS wa Meru. MCS, wa, wa MCS wamedanganywa, wame na former governor wa Meru kupewa pesa kidogo kidogo, ili watoe huyo mama anaitwa Kawira Mwangaza. Bwana Spika, na hiyo si mzuri. Uye mama wechipikania walimunyima tiketi akaenda independenti na akapita kwa tiketi ya independenti bwana spika, hakuna MCS kwa hii inchi ati mtu atakaa kwa ofisi miezi sita, mshapeleka motion ya kumwimbichi. Hata pesa ikatoka kwa national government ikakuja kwa county government, ninyi kama ma MCS mwenda kumutoa kwa ofisi na nyinyi wenyewe mnataka kukula MCS wa Meru, shame on you. na viongozi wote kutoka a Meru wakiongoza na Kiraitu Murungi kumbafu, nyinyi shame on you. Sante bwana spika.